Unajua hii madawa imekuwa wazimu ya watu fulani hii county. But madawa iko. We have had a challenge with national government with KEMSA, with KEMSA madawa and 3 months ago rais akaahidi kwamba ataweka madawa ya kutosha, atafund KEMSA na sasa tumepata madawa asilimia 93 ya oda yetu tumepata, tuna asilimia 7 tu ambayo imebaki nayo pia anatleta. Na pia tumekuwa tukilipa madeni ya kemsa kutoka mwezi wa sita nalipa milioni mia moja, nalipa hamsini hamsini tuko karibu kumaliza hata deni ya kemsa ile kidogo tulikuwa nayo watu wa kemsa wamesema sijui kwa nini watu hawataki kusikia ule ukweli unaongewa watu wa kemsa wamesema hadharani kwamba wale hospitali ambaye nanunua ile kaunti ambaye nanunua madawa zaidi Kenya nzima ni Kilifi county ile hospitali ambaye nalipa madeni yake ya madawa hospitali, ni Kilifi county. ndio inaongoza kwa hivyo watu tu wakubali So, najua wengine ni hadithi kwa sababu mtu anataka siasa au anataka hadithi, hadithi ile wenyewe ukiuliza, walipeza nini hospitali ya umma hawajaenda. Fadhali mimi huwa naenda na watoto wangu, tunaenda Kilifi hospital. Au waulize walipeza lini kwenda hospitali ya umma, ndio waone tofauti ambayo iko. Mimi mwenyewe juzijuzi niliumia mguu, sikutafanywa Kilifi County, sikuenda Mombasa hospital. Najua babangu mwenyewe alipougua alikuwa Kilifi ICU, kwa sababu ninaamini kile ninachofanya. Na kuna watu bado hawaamini Kilifi inaenda wapi. Kama huamini Kilifi mwenyewe inaweza kufika wapi? Basi unataka kuwa kiongozi wa kazi gani?